Katika kila kona ya taifa letu maelfu ya watoto huamka wa kila siku wakijiandaa kuelekea shuleni, lakini si kila mwanafunzi anakabiliwa na mazingira sawa. Manispaa ya Tabora kuna jumla ya wanafunzi wenye ulemavu zaidi ya 730 ambapo kati ya hao wanafunzi wenye ulemavu wa akili ni 241. Unaweza kujiuliza je, wanawezaje kufundishwa kuelewa hadi kufaulu mitihani yao ilihali ni walemavu wa akili. Makala hii ina majibu ya maswali yote hayo. Hapa ni shule ya msingi Mwenge, ipo manispaa ya Tabora. Shule hii ina zaidi ya wanafunzi 40 wenye ulemavu wa aina mbalimbali, wanajengewa msingi wa elimu yao hapa. Miongoni mwa wanafunzi hao wenye ulemavu ni pamoja na Sarah Kasim na Edi Juakali, wanafunzi wa darasa la sita. Licha ya kuwa na changamoto ya ulemavu wa afya, akili na viungo, wameendelea kusonga mbele katika safari yao ya elimu kwa moyo wa matumaini na uvumilivu. Nimefika katika shule hii ili kujionea maendeleo yao. Sarah Kasim, binti mwenye umri wa miaka kumi na nane, muda wote ni mwenye tabasamu la upole lenye kuficha changamoto alizonazo. Alianza elimu ya msingi akiwa na umri wa miaka saba huku akiwa na changamoto ya afya ya akili na ulemavu wa viungo, hali inayosababisha awe na uhitaji maalum wa msaada katika masomo na maisha ya kila siku. Mama yake Sara Birehema Hasani ambaye ni mama mjane anasimulia maisha ya binti yake wa pekee Sara, safari yenye milima na mabonde inayomfanya bobu jikwe na machozi. Alikuwa hata nikimbeba mgongoni anayumba iyo, kumtenga tu hivi. Baada ya miezi mitatu minne hiyo nikijaribu kumtenga naona anaenda tu, ndio nikashtuka, nikaenda hospitali, hospitali ya Rufaa Kitete, ukaanza mazoezi. Siku zilivyozidi kwenda, mtoto alizidi kuchoka. Kutokana na hali ya kifedha nikashindwa, nafanyaje? nikapita kwenye ni uongozi, nilivyopita kwenye ni uongozi ndo nika... nikapewa sapoti, nikampeleka Bugando mtoto nikaanza huduma hapo. Huduma hizo zimechukua muda si chini hata ya miaka sita saba, mtoto ni wa kulala ukipenda umtoe nje ni wewe, ukipenda umwache hata mwezi anamaliza ndani. Wahenga usema penye nia pana njia. Mama Sara, hii haikuwa kizingiti cha kumkatisha tamaa, la hasha. Aliendelea kupambana hadi kuhakikisha mwanaye anapata haki ya msingi ya elimu. Alipokosa pesa ya usafiri, alilazimika kumbeba mwanaye kumpeleka shule hadi pale alipoweza kutembea mwenyewe akiwa na umri wa miaka 13. Kwa hiyo nimepitia changamoto nyingi sana, nyingi mno ambazo siwezi hata kuzielezea. Mwanangu mwenyewe mwenye anatia moyo anapenda shule toka mwanzo. Pili, na mimi mwenyewe niliona shule ni bora asome, akisoma mwenyewe huko mbele, Mungu atampa, anaweza kapata hata kiajira chake akajisaidia pia hata mwenyewe, au akanisaidia hata na mimi mama yake. Naomba serikali na watu wote ambao wananisikiliza na kuniangalia mimi na mtoto wangu. Kama kuna uwezekano apate boarding, apate boarding ili na yeye aepukane na changamoto za barabarani, maana changamoto za barabarani ni nyingi sana. Nami mama yake angalau ningepata hata mtaji nikaa hata na kum vibiashara vya kuweza hata kumsaidia kumsaidia saidia mahitaji ya nyumbani. Ualimu ni wito. Maendeleo na mafanikio ya wanafunzi hawa wenye ulemavu ni wazi kwamba walimu wao wamekuwa na mchango mkubwa, na kwa hakika wanapaswa kupewa maua yao. Watoto wenye ulemavu wa akili wao wanasoma kwa hatua, hatua ya kwanza, ya pili na ya tatu. Chukulia kama Sara, wakati analetwa kwanza alikuwa hawezi kutembea kwa miguu yake, mama yake alikuwa anambeba mgongoni, lakini sisi kwa sababu pia tunafundisha watoto waweze kujitegemea tulimshauri mama yake wakati anapomleta shule au anaruhusu kutembea naye akiwa anatembea mwenyewe. Mama yule alikubali na yule mtoto akaanza kuwa anakuja shuleni, lakini shida ambayo tuliipata na tukaona kwamba sasa tutafanyaje, tukaitafutia mbinu huyu mtoto alikuwa hali kwa kutumia mikono. Tulivyofikia levo ya kuhitaji aanze kuandika, maana tulimwona kichwani yuko vizuri, sasa ana uhitaji wa kuandika akawa anashindwa kushika kalamu na kuandika kwa mikono yake. Hata wakati wa kula chakula akawa anashindwa kuchukua chakula kwa mikono yake. Tulijitahidi kwa namna yoyote ile, ikashindikana. Hatimaye tuka tukaona anafanya vizuri kwa kutumia miguu, tukamruhusu aendelee kufanyia mazoezi ya kula na kuandika kwa kutumia mguu, maana kuandika kwa miguu kwa, kwa mikono na kula kwa mikono tulishindwa. Mwalimu Salum Mabea yeye ni mkuu wa shule ya msingi Mwenge anasema licha ya wanafunzi hawa kufanya vizuri kwenye masomo yao, wanakabiliwa na changamoto kadhaa, ikiwemo utoro miongoni mwao, kutokana na baadhi ya wa wazazi kushindwa kumudu gharama za usafiri. Kwa hiyo kama ungekuwa tuna bweni Eh, serikali ingetusaidia utaratibu wa kupata bweni. Mwanafunzi akifika shuleni, anakaa pale pale, inaondoa hizi gharama ambazo mzazi anazipata na sisi walimu tunaondoa ule utoro wa rejareja. Maana wanafunzi tunao wengi, lakini wanakuwa ni watoro. Leo wanaweza wakaja, au anaweza kamaweza wiki nzima ajaja, anaweza kamaweza mwezi mzima ajaja. Na hiyo ni kwa sababu mzazi, ukimuuliza, anamwambia sina nauli, mwalimu. Kwa wakati mwingine huwezi kumlaumu mzazi kwa sababu ya mazingira yeye mwenyewe mwalimu, na walimu naona kwamba kila siku mzazi anatumia fedha. Kwa hiyo ningependeza mitihani yao iwe ni ya kuzungumza. Kwa sababu sisi tunapowafundisha wanatuelewa, lakini kwa sababu wao wanakuwa na changamoto za kuzungumza, lakini pia wana changamoto za kuandika, ila wana ufahamu. Mitihani yao ingependeza ikiwa ya kuongea e, wawe na oral exam, lakini pia ikiwezekana mitihani yao e, itengenezwe kwa mfumo wa kuchagua, kwa maana ya machaguo e, kwa sababu mwanafunzi ana uwezo wa kusoma swali akaelewa, aka, aka, aka, aka, aka, aka aka swali nataka nini jibu, basi alipate kwenye machaguo Changamoto za kimazingira ni nyingi, lakini Sarah na Idi wanaendelea mbele ajabu. Wana ndoto zinazofanana, wote wanatamani kuja kuwa walimu hapo baadaye. Huenda ni kwa sababu wanauona upendo mkubwa wa walimu wao. <coughs> Uh, uh, uh. Nje ya milango ya shule, kwenye jamii anayoishi Sara na mama yake, kata ya Isevya manispaa ya Tabora, wanamzungumziaje binti huyu? Sara mimi nimemfahamu toka akiwa mdogo, akiwa mdogo kabisa kalba atajaanza ata shule. Amefanikiwa kuwa na kipaji, anapenda sana shule Sara shuleni anafanya vizuri, isipokuwa anaandikia mguu, lakini Mungu ni mwema. Wakati watoto hawa wenye ulemavu wakiendelea kupambania ndoto zao, shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu mkoa wa Tabora likatoa wito kwa serikali, kwa kuwa mtoto akishatambuliwa changamoto yake alionayo, basi ni vizuri serikali iendelee kumfuatilia huyu mtoto hata anapojiunga katika A shule mbalimbali za anazostahili kupata elimu. Kwa mfano elimu ya msingi, sekondari na kadhalika, basi iendelee kumfuatilia na kuweza kuona ni msaada upi stahiki unaomstahili ili aweze kufikia malengo yake. Lakini pia niombe mazingira rafiki kwa watu hawa wenye ulemavu, na hasa hawa watu wenye ulemavu wa akili, ama watu wenye ulemavu wa afya ya akili, kwa sababu changamoto nayoisema ni kubwa ni shule hazipatikani, ziko chache na wataalamu ni wachache, na kwa maana hiyo wengi watoto wenye afya ya akili wanakosa kufikia ndoto zao. Hata hivyo, serikali nayo imeendelea na jitihada za kuhakikisha wanafunzi hao wenye ulemavu wanasoma na kutimiza ndoto zao kama ilivyo kwa wengine, kwa kuwawekea mazingira ya wezeshi, ikiwa ni pamoja na kuwapatia vifaa mbalimbali kama anavyobainisha afisa elimu elimu maalumu manispaa ya Tabora, Mwalimu Muyaga. Na wakishamaliza mitihani ya darasa la saba, sasa serikali imeweka utaratibu, wale watoto wote wenye ulemavu inawatafutia shule kulingana na hali zao, wanakwenda shule za bweni hata kama wana alama za kawaida eh. kwa hiyo mradi tu amefaulu, inamtafutia bweni, mazingira ambayo anaweza akakaa akasoma, kuna miundombinu rafiki lakini kunakuta kuna, kuna vifaa ambayo imepeleka pale, imepeleka walimu Nitoe wito kwa wazazi kwa wazazi wasiwafiche watoto hawa. Hmm. Unapomficha mtoto mwenye ulemavu unamongezea ulemavu wa pili. Kwa sababu unavompeleka shuleni pale, akipata elimu anakwenda kujikomboa. Na si watoto wote sasa tunawaleta shuleni ili wakafanye mtihani wakafaulu mtihani kwenda sekondari. Tunao watoto wengine, kwa mfano watoto wetu wenye ulemavu wa akili wale, tunawahitaji waje shuleni ili waweze sasa zile huduma za msingi waweze kujifanyia wao wenyewe. Katika bahari ya changamoto Sara na Idi wamekuwa kama taa inayowaka gizani, wakidhihirisha wazi ule usemi usemao, usimdharau mnyonge, ipo siku hata kushangaza. Mimi ni Pendo Salu na hii ni Channel Ten.